Ukiwa na tracker, kitu moja unaweza ambiwa ni hiyo tracker iko na geofence. So watu wengi ushangai geofence ni nini ama inawakaje? So basically geofence ni feature yenye unaweza activate location kwa map, yani unachora region inaitwa geofence, unajichorea fence kwa map which unaidentify hiyo region fulani, that gari ikitoka hiyo uh, area ama ikiingia hiyo area unapata alert. So, hii feature, usaidia sana, especially kwa gari za, uh, bizabiz. Mali umepatia mtu gari, umemwambia operate, uh, within area fulani na unataka kujua akitoka hii area, unapata alert immediately, ndio unaweza follow up. Ama pia for personal security. Kama gari yako unajua ina operating town fulani, no, ujapeana permission itoke hiyo area. So in the event that itoke hiyo area labda ni risk that gari imeibiwa, ama inatumika kufanya kitu uko umeauthorize. Unapata alert hapo na hapo, na ukishapata hiyo alert, si unaweza chukua action, either upigie dereva hiyo gari ama uzime hiyo gari ukitumia app yako, alafu kutoka hapo uweze kufuatilia ama ukimbie ama utumane kwa hiyo sin mali umezimia hiyo gari. So basically hivyo ndo uh, uwak, na kama uko interested na kupata tracker yenye iko na hii feature ya geofence, unaweza tupigia simu 30723 645 810 ama unaweza pitia website yetu yenye ni www